Kwa majina anaitwa Alija Arfani Mgina, nasema tunashukuru kwa mbunge wetu kwa kazi anayetufanyia. Kwanza mojawapo tunashukuru kwa kupata fursa ya barabara, manake tulikuwa tuna changamoto, tulikuwa hatupati watalii kwa muda mwafaka kwenda Ruaha Nashino Paki, lakini toka ilipoanza fursa hii kwa kweli naona tutapata wageni wengi, harafu najua hii fursa itatuletea maendeleo katika kijiji chetu cha jimbo la Isimani. Kulikuwa tuna changamoto kukiwa kuna kama labda mnaumwa, mpaka mkafike mjini tunachukua masaa mengi, lakini ninavyoelekea jinsi tunavyoangalia tunaona maelekeo yetu kwa kweli tunapendeza. Halafu tunashukuru sana, tunamuombea uongozi ngazi zote kwa huduma kama hii kutuletea, tunawapa pongezi sana. Kazi ni mkazi wa kijiji cha Idodi. Mimi upande wa huu mradi wa hii barabara ya Ruaha, tumejiandaa kwa kwanza kwanza, tumeupokea vizuri, kwa sababu tunafanya kazi humo tunapata riziki. Nje ya hivyo biashara zimeongezeka kwao, kufanya biashara tofauti na zamani, sasa hivi zinalipa, kwa sababu watu wamekuwa wengi, wateja ni wengi e, kutokana na hivyo hapo tunategemea kwa kwa kwa kuwa mheshimiwa alituahidi kwamba safari hii kilichobakia, kama barabara tayari, kuna ujenzi wa bwawa kwa ajili ya kilimo. Hapa maeneo tunalima sana mpunga, kwa hiyo tunategemea kama atapita kwenye uchaguzi huu, ataenda kumalizia hilo moja lililobaki, ambayo ni kubwa kwetu sisi, ukiachana na ile alama. Hilo ndio kubwa kwa sababu inagusa sana maisha yetu sisi. Sasa barabara kukamilika, tumejiandaa sasa sisi vijana wa usafirishaji, bodaboda. Maafisa usafirishaji, tunaona itakuwa fursa kwetu, kwa sababu ukinunua chombo chako kama bodaboda, njia ikiwa mbovu kinawahi kuchoka, unakuwa hujapata faida. Sasa ikishatengenezwa barabara, tutakuwa tunaenda mjini, wapi, rute inakuwa nyingi alafu chombo kinadumu, kina kwa muda mrefu. Kwa hiyo faida tutapata, tumejiandaa na tunaamini kwamba serikali, kwa sababu imeamua kutuletea hiyo barabara kwenda national park kwanza matunda tumeshaanza kuyaona kupitia national park, watoto wetu wanasomeshwa bure kupitia hiyo national park. Na hata hivyo, tuna matumaini ya kwamba serikali haitatuacha, itaendelea kutuinua kwa sisi wanyonge na sisi wenye watoto yatima, kutusomeshia watoto. Ujenzi wa barabara hii tutanufaika kwa ajili ya watalii wanaotoka hifadhi zingine na kutuletea miundombinu, ni national yetu park.